mgogoro huu umeanza tangu elfu mbili na ishirini kutoka mbili na ishirini tulianzia ngazi ya kijiji ngazi ya kata toka ngazi ya kata akuridhika mlalamikaji tulikwenda ngazi ya, ya wilaya na hatimaye mwenyekiti wa baraza la ardhi la wilaya akaifutilia mbali na kutoa maelekezo kwamba naitupilia mbali endapo wewe hukuridhika unaweza ukaenda kwenye kata, lakini wajumbe wasiwe wale, hata kama huko na watakusaidia kitu chochote, unaweza ukafungua kesi hapa hapa. Lakini mimi kwa sababu hiyo yaliisha, mimi sio ni sababu tuendelee tufanye hivyo, nakubaliana na. Kwa hiyo kinachofuata, mwenyekiti wa kitongoji, mipaka yetu tunayotumia ni mipaka ya asili Ninya, ni nyaa au nganigani. Makatani yale ya kizaa yanaharibu, kwa hiyo mtafute ni nyaa au ngani gani kila baada ya hatua tatu unapiga jembe kila baada ya hatua tatu mnapiga jembe sasa mimi nacho kiomba tusihangaishe sana kuweka mipaka wala nini tuweke mpaka kunyosha moja kwa moja hili huko e, niliko e. muuzia yani jitegemee mpaka kati yako na yeye sasa tunaweka, e. tunaweka mpaka hapa kunyosha straight alio leta jembe bwana msaada huu uliokutumwa huku wa kisheria umetusaidia kwa sababu tungetoa gharama kubwa tungetoa gharama kubwa za kuita wajumbe na kufata faili mkoani kwa kuwa huu msaada umekuja tunashukuru sana na Mama Samia ambaye ni rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania aendelee kuwa hivi hivi na hata siku nyingine na sehemu nyingine aendelee kuwatuma vyombo vyake viende kutusaidia viweze kutusaidia. Tuko watu wako wengi sana, lakini wanakosa nguvu na nini, nguvu ya kisheria. Kipekee napenda kushukuru Mungu kwa uongozi ambao unaongozwa katika nchi yetu ya Tanzania, ukiongozwa na Mama Samia, rais wetu pamoja na, na wajumbe waliotumwa kwa ajili ya kutatua matatizo haya, nami nikiwa ni mmoja wapo kati ya watu waliokuwa na matatizo katika wilaya yetu ya Ngara. Ninashukuru Mungu kuona kwamba amesha salama. Tunaomba amani, tunaomba utulivu na unyekevu katika nchi yetu, tukae kwa amani. Mungu akipenda, tusonge mbele. Kwa kweli, tunashukuru sana tume ya msaada wa sheria iliyotumwa na Mama Samia Suluhu Hassan kuja kutusaidia katika migogoro hii. Hapa tulikofikia, wametuwekea mipaka, wametunyoshea waliokuwa wanazozana, wameshikana mikono watu tutaishi kwa amani kutokana na hili ambalo limetokea kwa leo. Kwa kweli nashukuru sana na viongozi wote walioweza kufika mahali hapa kwa leo. Tuko hapa Ngara tumekuja kusuluhisha mgogoro ambao ulidumu takribani miaka mitano baina ya majirani hao wawili. Kwa leo tuliongozana na afisa ardhi ambaye anapatikana hapa hapa Ngara, tumekuja naye tukaweza kuwanyoshea mipaka na hatimaye wameshikana mikono na wamepatana, na mgogoro huu kuisha kabisa.